Habari na tunaeleza kwamba tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU, imevifutilia mbali vyuo vikuu vitatu vikiwemo vya chuo cha kilimo sayansi na teknolojia cha mtakatifu Joseph kilichopo kule mkoa wa Iringa, chuo kikuu kishiriki cha teknolojia ya habari cha Songea, pamoja na chuo kikuu kishiriki cha uongozi uhasibu na fedha cha mtakatifu Joseph kilichopo Makambako kwa kushindwa kusimamia ubora na taaluma na kiukwaji wa sheria ya kuendesha vyuo hivyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa vyuo Tanzania Prof. Yunus Mgaya amesema vyuo hivyo vimeshindwa kutoa elimu yenye viwango kama ilivyoainishwa na sheria ya vyuo vikuu baada ya ukaguzi wa mara kwa mara kufanyika katika vyuo hivyo. Amesema taaluma zinazotolewa na vyuo hivyo katika ngazi za degree na masters hazina ubora unaokubalika kitaaluma, hivyo TCU imeamua kuvifungia, huku wanafunzi zaidi ya elfu mbili na arobaini na sita wakitakiwa kuondoka ili ufanyike utaratibu wa kupeleka katika vyuo vingine. Mapema. Kama unafundisha teknolo teknolojia ya uhandisi, shahada ya uhandisi wa kilimo, tunakutegemea wanafunzi wako wao ni wahandisi wanaoweza kuendesha trekta, kulitengeneza trekta, kufanya vitu vyote vya kihandisi kwenye kilimo. Sasa tukija kwenye chuo chako, tulikuta hivo havipo na pale tulikuta viko kwenye kiwango cha chini sana, tukaona hawa wanafunzi hawatatoka hapa wakiwa wana ulinganifu hata wa karibu na wenzao wanaosoma Sokoine.